naiona na tofauti ya leo na jana, jana. Anajulikana kama Paul Clement kutoka Tanzania lakini hapa nchini Kenya, jamani, tumemkumbatia tumemkubali, kama mtoto wetu kama mhudumu katika neno la Bwana na hii leo ametua katika kanisa la City Lighters. Paul, karibu sana. Nashukuru <coughs> <coughs> sana. hey, hey, Kenya ni nyumbani kabisa. Unajua kuna wale wasanii ambao wakikanyaga Kenya tunasema jamani, labda wanashamba <laughs> Paul Clement mmoja wao, Rose Muhando <coughs> mmoja wao <coughs> <mmoja waw, coughs> Kristina Shushu mwingine kabisa. na ipiana. Kama hamna nyumba yani. <laughs> karibu sana. Kenya sijui. Lakini karibu mwaka huu mm. na sasa nimekuwa na vitu vingi Tanzania, nimekuwa na mambo mengi nimekuwa, mm -hmm. na projekti nyingi Tanzania, nimekosa muda wa kuja, hata nimepata nilipata mialiko mingine ya kuja, amenibana, amenibana, amenibana. lakini mambo akawa -hmm. amenibana namshukuru Mungu tena imempendeza tena kwa wakati kama huu na majira kama haya uh -huh. Niwepo tena Kenya, City Lighters, kanisa la City Lighters. Kwako unaweza sema nini kuhusiana na kanisa hili kwa sababu ukitua Kenya unatua City Lighters. Kwa nini? Unajua, wanasema sehemu yoyote ambayo unaenda, uh, kuna mahali ni nyumbani uh -huh. So kwa mfano mimi naishi uh, Dar es Salaam. Naam. Nikienda Arusha mm -hmm. Kuna mahali lazima nikasali. Naamu. Naamu. En, nimbefa, uh -huh. ni kasali um, ni nyumbani, yani nimepafanya kuwa nyumbani. Nikienda kunasema paletu wa Kilimanjaro, nikienda Mbeya es koo kwa Kenya hapa, mimi ni nyumbani ni si nyumbani kwa ukiona nipo Kenya ujue tu kama ni, kama ni Friday niko Kenya ujue ya Sunday. Sunday, <laughs> <huko ndani ya City Lights. laughs> Asante sana kwake mchungaji wetu Pastor George uh, mm -hmm. Masharia, kwa mm -hmm. kukaribisha nyumbani. Lakini Paul, tarehe ishirini na sita mwezi Septemba mwaka huu tuliona, yes. kwamba ulikuwa na kitu kikubwa kule Tanzania, ha. labda uwagusie wa Kenya kwa kiduchu tu okay. Paul, tunatarajia nini yani ama ni kipi ambacho alikuwa nakisuka na kukipika? Okay. Mm. Uh, tarehe ishirini na sita mwezi wa tisa mwezi ambao umeshapita tayari, tulikuwa na, nilikuwa na The Journey live recording uh -huh. The Journey live recording, okay. The Journey ni album nilifanya. Uh, sasa naam so nikaona nifanyie live live recording sasa, watu wameshaisikia nyimbo, wameshazijua Isa tusimbe kwa pamoja na, na Mungu atuhudumie kwao, nikafanya live recording Aha. ya The Journey na nikaongeza nyimbo kama mpya nne mm -hmm. na tunatarajia kwa neema ya Mungu uh, labda uh, wiki inayoanza mm hapa -hmm. mwezi Oktoba e e Na na sasa tukaanza kutoa nyimbo za kwenye The Journey. Basi the kidogo, wajua Wakenya the sisi hatupendi kupitwa, tutaka yeah. kusikia kibao kimoja tu <laughs> yaani kwa kiduchu tu tupe tupe jamani. Uhakika uh, wa maisha yangu ni kwa sababu ninakuamini Mungu ah, jamani, huwezi niacha peke yangu mm -hmm. kwenye giza nene umekuwa nuru. Amina, <laughs> amina, amina, amina. amani Amenifanyia amani, kaondoa uzuni yangu, kanifanyia amani. Anaitwa Paul Clement, nami niita mwaka, siku zote nitaitika. Karibu katika kanisa la City Lighters. Kwa heri